Tumedhamiria katika miaka mitano ijayo kulitazama zaidi eneo la wafanyabiashara na hasa wafanyabiashara wadogo wadogo. Tumedhamiria kurasimisha biashara za wafanyabiashara wadogo wadogo ili wafanye biashara zao kihalali, wafanye biashara zenye tija, lakini pia waweze kukopesheka. Tumedhamiria kuongeza utoaji wa leseni uondokane na mfumo wowote wa kirasimu ambao unafanya leseni zichelewe kutoka. Tumedhamiria leseni zitoke kwa wingi na kwa wakati kwa wanaohitaji. <coughs> Lakini vile vile, tumedhamiria katika miaka mitano ijayo kujenga na kukarabati masoko mapya kumi na tatu Ubungo. nimeambiwa kwamba watu wengi wanapenda zaidi kwenda Mlimani City, wanapenda kwenda kwenye kituo cha biashara cha Afrika Mashariki kwa sababu ya ukarabati mzuri, mandhari nzuri, huduma nzuri, miundombinu mizuri. Tumesema miundombinu hii inatakiwa kuwa pia kwenye masoko yetu mengine, huduma za msingi kwenye masoko yetu mengine ya Ubungo ziweze kupatikana, ili watu wayapende pia masoko yetu mengine hapo. Vipi? lakini vile vile tumekusudia katika miaka mitano inayokuja kuongeza kuendelea na uwezeshaji katika halmashauri zetu kwa asilimia kumi asilimia, asilimia kumi kwao. Tunachowahakikishia kwamba sera na maelekezo yetu, tunahitaji kuona fursa zilizopo katika kila kitongoji, kila kijiji kila mtaa kila jiji, fursa hizo zitumike vizuri kuwanufaisha na kuwapa faraja wakazi wa eneo husika. kwa tunachotaka kuhakikishia, jukumu lenu nyinyi ni kutupa imani ya kura zenu tarehe 29 mwezi huu wa mwezi wa kumi mwaka huu 25 mtakapotupa imani ya kuturejesha tena kwenye dhamana ya kulitumikia taifa hili Jukumu la kuleta maendeleo ni jukumu la chama chetu na serikali tutakayo iunda. Tutakachoomba cha ziada, nyinyi kama wananchi wa Tanzania, endeleeni kubaki kwenye umoja, endeleeni kubaki kwenye mshikamano, tunzeni amani. Sisi tunawahakikishia tutawaletea maendeleo kwa kasi ya ziada kuliko ilivyokuwa kabla. CCM, oye! CCM, oye! Niombe sana Tupeni ridhaa, sisi tumejiandaa kuwatumikia ninyi. Chama chetu kimeasisiwa kuhakikisha kinahangaika na mambo ya haki, kuhakikisha kinahangaika na mambo ya watu tunaokusudia kuwaongoza. Kwa tunachokiomba kwenu, mkitupa ridhaa, tunachowahakikishia, viongozi wetu, wagombea wetu, wanajua dhamana, dhima na jukumu walilokuja kuliomba kwenu ili kwenda kuwatumikia. Kidumu na wanawake wenzangu, nimezungumza nao, nimewaambia, kwa sababu tumepata mgombea wa urais mwanamke kwa tiketi ya chama chetu, tumeshazungumza na wanawake wenzangu, nimewaambia wapunguze magomvi kwa waume zao, kwa sababu tuna kazi kubwa ya kufanya ya kumwombea dr Samia Suluhu Hasani kura. Kwa hiyo nimewaambia kila mmoja aliyekuwa amemnunia mmewe aseme Imekwisha, tuna kazi ya kutafuta kura Dokta Samia Suluhu Hassani. Akirudi kila wakati anamwambia halo bebi. Sisi moye! Akina mama oye! Hivyo nakuthibitishia, kura zilizoko hapa Ubungo, wanawake wa hapa Ubungo wapo tayari, kwa sababu Chama Cha Mapinduzi kimetuheshimisha sisi. Moye akina mama, moto moto.